Kwa namna ambavyo ulikuwa unatazama kikosi cha miaka hiyo ambayo nyinyi mlikuwa ndani ya Simba, sasa hivi kuna kizazi kipya Ni mchezaji yupi ambaye katika hawa ambao nimekutajia, unatamani unata, ni kuona kwamba da, ama angekuwa pembeni yangu ama angekuwa mbele yangu? Ajifichi, Mpanzu yuko vizuri eh. Mpanzu yuko vizuri, Elie Mpanzu, Mpanzu yuko vizuri sana, tena ana kila kitu katika mpira kuna vitu... ana kila kitu katika mpira. Kila kitu ana ana spidi bwana, ana nguvu ana, yes. ana uwezo ana wa kumwacha mtu wawili watatu, anajua kudribble kuingia ndani yani yuko vizuri kat sana, huh? mangie, kuna vitu vidogo anaweza kavikosa. Kutoka kwangu yani kubwa kwanza, mimi nilikuwa sio mpenzi sana wa kufunga, lakini nilikuwa napenda sana nimpe mtu afunge naweza yani, nikafanya kazi zote afu nikakuwekea, ukabakiwe na goli, ukafunga zako, ukarudi zaidi. Yani kuwa na uwezo niko nao sasa, na Mpanzu anayo iko kitu, lakini kuna wakati analazimisha lazima apige yeye, na kama unaona mara nyingi akipiga pia anakosea nini. Yani anakuwa haiko tayari katika kupiga, yeye anataka kupiga, lakini kama angekuwa na uwezo kwamba anaondoka na watu alafu anaangalia nani anapita kwenye nafasi, anaiweka. Da, hamna, yuko vizuri, ndio tu kwamba mimi nilikuwa kwanza ule mpira hata nikiupata najua kwamba wapi nicheze mapema kabla hujafika kwa mtu. Yani katika zamani, unajua bwana, sisi hatukuyapata mafunzo kama wenzetu. Zamani tuko tunafundishwa kabla mpira hujaupata unajua nicheze wapi. <tipa> E, nicheze wapi? Umeona? Sasa sasa hivi mtu anaweza kupata mpira kadribu kadribu mpaka anakutana na kipa. Anakutana naye wapi? unatakiwa mara moja, unajua unaweza kadribu mara moja, tap, ukatupa jicho, imani, ukainama ukafanya kitu ambacho mtu ah yule alifanya. Ipo kumbe tayari ushaona mapema, afu kumeinama hata hiyo kai, kai inama, kumbe hujainama wewe, tayari ushaangalia kuna kitu gani. Kuna mtu mmoja Mogera, yule Mogera alikuwa anafunga makipa vibaya sana, kwa sababu yeye kila mpira ukija, jicho la kwanza shangala kipa, akishakuona kama yani kama makipa yetu kutoka nje, hiyo kila siku Mogera alikuwa anafunga magoli ana yani, utundu sana huo. Na mastriker anatakiwa uwe na utundu na midfield kuangalia, sio kila saa unataka utoe pasi. Kuna wakati unaangalia, ah yule kipa katoka, ngoja nipige ndefu, eh funga goli eh. Lakini sasa wetu bwana awaangalii mbali, wanaangalia sana chini, bila kwamba mpira vitabu, kwa mpira vitabu. Lakini kuna wakati na kuwa mbunifu. Hata mwalimu mwenyewe ah yule, mimi sijamfundisha, kafanyaje vile. Kwani sisi zamani tulikuwa na stara na gani, tulikuwa wabunifu, hatujafundishwa techniques, lakini wabunifu. Leo mtu kama kina Kibade Nyingi na Sande Manara hawajafundishwa, anasema kwamba fanye ah, wenyewe automatically iko kwenye kichwa.